mambo kama nje hata ingefika hapa na kuna watu ambao nimeshughulikia, lakini ifike hapa. Si amesema tarudisha ile tunafaa. So unajua, mama ya Njo ameambiwa arudishe kila kitu, amekataa kusikia. So mara ya mwisho utarudisha, utatuma na kama vile nilikuwa nimekuelezea mtoto yangu, mm. eh, kutoka mara ya kwanza na vile umenijua kwa hii ume muda ambayo nimekuwa <coughs> eh, the last option mimi kufanya inakwanga kupea mtu punishment, eh, na kuna watu wengi mbayo nimesaidia lakini siwapee punishment. Yaani mtu unamuelezea vizuri anaona kweli alifanya makosa Sawa sawa hmm. anafanya heshima yeah, e, gani kitu ambacho tunahitajika, alafu kazi inaendelea mbele, lakini sasa ikifika mahali unaonyesha kiburi wa kwanza kuonekana kwa sure <coughs> <coughs> <narudisha>. <coughs> Wacha sasa waongee na daktari. Sawa. Si uambie sista ako afanye arudishe tu, badala ya mambo mengi arudishe, labda waelewane. Na huyu mzee anakujia wapi? hmm. tunaelewana naye, jina amekata. So umesikia amekata? Kama kama kama alipatia ali huyu mtoto wangu alimpatia dadangu pesa, waitishane waitishane Waiti pesa, paya, pesa, unze, anatokezea wapi wakututishia maisha eh, sijui ndafaya nini oh, ndapanish mtu oh, hmm. Utarudisha pesa, mnamkosea heshima huyu, ye ni nani? Mimi tu naogopa vitu viwili. Mm. Daktari? Mimi. Na mimi sina shida na wewe mm. na nimekuambia baada ya yeye nitakuja kwako mm. sasa anasema wa, cha mwenzi wako kikinyolewa mm. chako kutia maji. Sasa wakati cha mwenzi wako kinaenda wa kuolewa ukwetu tayari, ndio arudishe pesa mm. mtoto wangu Jimmy mm. umesema unataka afanya nini? <coughs> Nataka abweke <Mdaka> <coughs> Honestly, I I want want to to to understand the science behind this. I want to see whether it works. Yeah. Are you guys serious? Is this supposed to work?

Sasa Na... atafanya hivi mpaka arudishe pesa. Mpaka saa ngapi? Nataka ah, ah, tu afanye hadi arudishe pesa zangu. Mali zangu zote, vitu zangu zote. Sasa ukimtesa hivi unafurahia? Eh, sinafurahia. Wewe unataka nisifurahie. Wewe unajua vile mama amenitesa wewe? Unajua vile <laughs> <laughs> sisi nafanya kazi daktari unaweza tufanyia kwa huyu mama wewe shughulikia mama yako tuwarudishe pesa zao hata wewe unafurahia mtu akiumia hivi Sasa ndio nimewaambia matunda ya kiburi ni hivi hivi tu na zakafuni inaishia hapa hapa Eh. Kwa nini huanzi na huyu? Kwa nini huanzi na huyu? Ni pesa gani niko nayo ya mtu mimi? Si uganisha daktari, hata mali yangu nipate tu saa hii. Hadi nikamwachia yenye amekula, ndio natulia. Nikamwachia. Leo nitalala na mali yangu. Ndio ile maana nilimwambia atulia kwa mpole, baada ya yeye tunarudi kwa. Leo nitalala na mali yangu hata mimi. Sasa anasaidika aje wewe ja? Kwanza rudisha na vitu za wenyewe. Wewe msaidie. Mimi si kula pesa ya wenyewe na yeye. Wewe unajali kuhusu kitu ama ni mali yako tu? <hooka> <hooka> <hooka>

<laughs> Mm. Tulikuwa tunamwambia mara ya kwanza afanye mambo ikuwe rahisi mm. E, mambo kama inje hata ingefika hapa mm. Na kuna watu ambao nimeshughulikia lakini ifiki hapa <laughs> Sasa ikifika mahali inabidi hata kituma. Acha. <laughs> <laughs> Aendelee tu kubweka, huyu amenitesa. <laughs> yeah, sana huyu hey. <laughs> <laughs> <laughs> amepata mali yake <laughs> na bado

Sasa juu nimeona inafanya kazi. Unajua kazi yangu inakuwa mm. na utaratibu na sipendi kuvunja utaratibu wa kazi wangu mm. Sasa wakati nilikuwa nimesema tunaanza na kijana, tuna make sure kwanza kila kitu imerudi. Sasa yeye mm. wakati itafikia, wakati wake ikifika mm hata tutasumbuana eh, hakuna kitu. Mbona vile tunasumbuana? Sai atusumbuana yeye mm. zitakuja zenyewe. Heshima sana, huyu alikosa heshima. Si si basi, imeisha, apumzike. Basi anapumzika. Mbona huyu, si pesa yako umepata. Acha bweke, utarudisha zote sasa unaona. Sasa labda. Ye, basi si amesema atarudisha ile ye, zi. Yeah. Like okay. Mm. Hey. Bado vitu zingine. Bado zingine lakini sasa atabweka mpaka arudishe vitu zingine zenye ziko hapa. Unasema atarudisha. Mpatie nafasi ya kurudisha, sio kurudisha, urudi kwa umzee wako. Msaidie, umpatie nafasi, mpee komandi mpaka ya mali yangu ma sasa, ni ukweli, nilikuwa nataka aendelee tu kubweka kubweka kubweka, lakini ndio hiyo, amejua amejua kenye amefanya ni mbaya, ndo amerudishaawachila. Halafu ndo tumpee yavileo mali ingine Niguze tu bro. Endelea kuweka huyu. Leo. Ah, wewe. wewe? Wewe wewe, kwani kwanza unajua mali mali yangu, yangu. Utapewa paka ya mzee na hata hiyo message daktari kuona. Niongeleshe kwa sawa? sawa? Okay, okay? Huku ni anything but I'm just trying to be human. Some weird things just happen. Kuna nini?

Unajua, hakuna kitu ambacho nakuanga na furaha, akuna furaha ambayo nakuanga nayo kama kuona kazi ambayo ulikuwa umetarajia kufanya, alafu naona matokeo yake. Unajua nilikuwa nimekuahidi kwamba sitatoka hapa bila chochote, na nimefurahi umeona matokeo. Sasa binakuomba ukwa mvumilivu hizo, e, vitu zingine zikuje sawa sawa. Hamna tatizo daktari. Kwa hivyo kwa mvumilivu, usikue na tamaa mm, usitaki kitu kikuje mara moja. Nimeona kazi yako ni safi mm. Mimi hata tamaa yeah, mingi sasa kuwa nao, si yeye amejiona mwenyewe na mm, e, kama kichwa chake bado ni ngumu na kukosea heshima yeah, mwingine ni huyu pia hivyo hivyo tu. Salome <laughs> Hey. Hey. Umebweka, ebu angalia pesa imetoka kwa simu yako umebweka hapa kama mbwa. Sasa <laughs> <wada u> <laughs> utarudisha pesa. Hey. Si umetumia pesa, ebu angalia umeenda kwa kaunti yako ah ukaeka pesa, ona ile pesa imetoka. Pesa uh, utarudisha sasa. <laughs> <tamu. laughs> <tawe jagu>, <laughs> <laughs> Unafaa uende ufanye kazi for like <laughs> three years. Hey. Ina nasari na hospice ndio ya karma juu kitu nime witness hapa honestly, wacha you <laughs> <rastri. Ay, laughs> mimi ni peane e, mwelekeo mm. Nataka nimpatia siku mbili sawasawa mm. mm. Nataka nimpatia siku mbili mm. <laughs> zile document zote ambazo zako nazo za shamba <laughs> na za kuna uba ambaye alikuwa amenunua kwa pesa ya Jimmy, tafuta. Tukipatana mara ya pili tukipatana ukuja ndazo kama unataka tuende vizuri. Sasa ukikuja bila hizo, tutakosana. Wacha bidi malizie hapo, sipendi kuongea mambo mengi. Daktari umefurahia sala, sitakuwa na tamaa. Nimeona ni safi na ni hivyo hivyo tu, mtindo ni ule uleule. Akikosa heshima mwingine ni huyu pia Huyu ni baadaye. Huyu baadaye. Yangu inakuhusu nini? oh, jana ke nimefanyikia. yeah, oh, hey. ni sasa inakuhusu nini? oa pesa yako, si amepewa pesa kuja nimlee, sasa unalea nani? Wewe si unasema sikukulea. Kuja nikulee. Akulea sasa? Nani? Huyu mimi nijikute, nijikute <laughs> <laughs> mimi <Mami, laughs> <mami. laughs> nimefurahi sana <laughs> na katika kazi ambayo nimefanya <laughs> <laughs> hizo pesa ambazo zimetoka haraka, nimeona hizo zimetoka haraka kwa kazi ambazo nimefanya mm. na nimefurahi sana Lakini sasa chenye nimemuelezea kwamba mm. e, masharti ambazo nimepeana tafadhali na kuomba mm. mtoto yangu yeah. mm. mm. e, ichukulie kwa maanani mm. tukipatana, ukuja na hizo vitu, na kama ungetaka kuona ungetaka kuona sasa sura yangu ile ingine sasa <laughs> ndio sasa ukokuja bila

Siku, like, sikuwa nakaa nilikuwa nakaa ni kama nakaa maskini, na mimi mtu mwenye alijituma haduakangu yenye nimefanya, unaona mm. sana daktari sanaakaidi kila kitu itakuwa sawa mm. na hiyo bidia ambayo umekuwa nayo naomba uendelee nayo, na baada na ya hapo, kuna mambo mengi ambayo inafaa tuende tukae chini kama familia niwasaidie, lakini kabla ya hapo, kila kitu irudi kwanza. Sawa sawa, ikirudi takupea mwelekeo zaidi, mtoto yangu. Mi nimeshukuru sana daktari, na mimi mimi mimi binafsi kwangu, kwa, kwa roho yangu tu hivi, siwezi kuwacha bure hiyo, tutaongelelea. Asante.